Hapa nje ya uwanja huu wa hapa Malawi ambapo tumefika, mimi binafsi nimeshangaa kuona, eh, panya, watu wanapiga panya na tayari jamaa wangu hapa amegonga panya. Mimi kidogo, nisimulie. Na kwanza tu ugali na ugali hapa, ah, ah, um, uga uga, kila kitu kinaenda, unalaza gani hapa? hmm, tamu sana, eh? tamu sana. Tena sana. Mimi nimeshangaa, yani mpaka muliwagu asimka usishangae. Tembea ukaone kwambidiwa kuna ongo yani hapa hii unapata panya mmoja hii. Ela hizi umeona <laughs> 700. Eh, <coughs> hizi zote hizi unapata unapata panya mmoja hii, mia saba Malawi unapata unapata panya mmoja. Panya mmoja hii.

Mm. Usiku chama mm. roji. Duma 9kalof mpirakumindakurtimaonikaniroci ndukumatamangisa mbewazi kwa kitu ambacho anasema hapa huyu yeah, yeah, ndugu yeah. really. yangu anasema hivi huyu yeah. mtego anatega usiku yeye yeah. yeah, anatega kuna sijui kama kuna mbili tatu yeah. njia ambayo anatega, anatega. kuna moja ni ambayo ni ni porini. mm. Ah okay. Sasa anatega so, na, so, so na, na, awa ni wa porini kabisa, sio wa ndani haa ah, awa aweze kupatikana kwenye nyumbani. Yeah. Yeah. Yeah, yeah. Yeah. Hey, muulize swali jingine. Ah, akiwa anawaandaa. Yule anafanyaje? Yeye wanatoa kama tumboni. Ah, okay. Unajua kwa tumboni zile tumboni wana, wana, wana, wana kuna dawa nyingine ili inaweza una, mtu anakufa. Ah. Sasa ile dawa ndo anaifanyia kuwapata hawa jamaa. Kama vile kuku kuna kunatoa nyongo. Eh, nyongo kwa Eh, kwa nyongo nini? Ndio anatoa. Bana ah. Hey, no. Sawa, mimi nimefurahia ni ni kuona bidhaa uh, hii hapa Malawi watu wengi wakifurahia na watu wanakula sana. Nasema unaweza ukalea na ugali unaweza ukalea na kitu chochote kile. Mimi bado sijajaribu kuonja kuonja, tamani nionje lakini tamani nionje, sijunjaributsjunionje ndugu zangu, kama we ni Muislamu <mulia> hizi Waislamu awa awa awa awa awali hizi ni ndio wa uh, wa Kristo nawakula, lakini Wakristo wa awali hizi ni sikama uh, aina tofauti na zile nguruwe eh, kitimoto aina tofauti eh, kweli. Kama wewe ni Waislamu usionje, ndugu yangu. Bana sawa hivi <laughs> <laughs> vinaendana vin pia na asili ya watu wa hapa <coughs> na watu wanapenda <coughs> pia kula. Mimi nimeshangizwa nime nime sana kuona na kila kitu ambacho kinaendelea hapa nje ya uwanja huu wa Lilongwe hapa Malawi, kwenye mchezo ambao utapigwa hapa, Young Africans ambaye ametoka mbali huko anakuja kucheza na Silver Strikers. Itakuwaje kama ulikuwa hapa anayekula huyu hapa. Mzangu, njoo njoo tupe experience ya kula ya kula hii panya tuone namna gani ambavyo unajisikia una, una aa Aha. sana mimi naitwa Juma Maringoti, natoka tawi la <laughs> natoka <igawilo laughs> ta naitwa Juma Maringoti <laughs> natokea tawi la Igawilo Mbeya. Eh, hawa panya kwanza ni dawa, na huyu panya alivyotengenezwa amechemshwa tu, amechemshwa amewekwa chumvi angekaangwa, haya manyoya angetoka, lakini sasa, kwa mfano, ili nionyeshe, naomba nitolee moja, kwa sababu ukitoa manyoya, si nitajisikia ladha? Ikiwa na manyoya nitajisikia ladha. Kwa shahidi, tuone <tipadibu> ananunuliwa, umebana sana na aziona imodzi imodzi. <tipadibu> udi kwenda banji mozi mozi sonokamatosayoosiui umasure huyumajzizkzmakut huyu eh, panya eh. Kwa jina eh. anaitwa ndimbwe kwa Kisafa, lakini <laughs> kwa lugha yao jamaa, sifahamu anaita mbewa. Jina gani unde anaitwa, eh, sisi Wasafa tunasema ndimbwe wa. Wasafa ni watu wa wapi? watu wa Mbeya eh, kutoka bonde la Uyole eh. Sasa huyu mf... ah, namtafuta kama nyama eh. Steki ndio hii mjomba, huu unakula mpaka na miguu. Ona hapa ninapotafuna, najisikia la na kale kachumvi hadi la. Ni nani ana ugali? Aone ninapokula na ugali, ili muhakikishe eh. Sisi zamani nyumba zetu zilikuwa za nyasi, zile nyumba za nyasi, ukiona panya ni wengi, tulikuwa tunaalikana, tunaua, tunaweza kuua panya mpaka sabini. Mnazichoma, mnakula, mnalia ugali, siku inaendelea. Vitu vitu, kula kula kula kula, endelea. Steak steak, tujaribu tule. Jovano na kuona, mimi mimi sijai, inaendelea. Tujaribu, hapana, tunajaribu hivi vitu vya asili. Mtangazaji: ndio nimekutana na mm Yanga -hmm. sehemu. Lakini nimependa, nimependa hivi mpaka mkia mkia <muchia> unaliwa, ah mkia, ah hapana. Unajua hata kuku huwezi kula miguu. Eh, lazima unakula steak. Eh. Ba, ba shukrani sana. haya.